Picha linaanza tukimwona bidada mmoja kwa jina la Betty akiwa amevalia suti nyeusi na jinsi alivyotokea inaonekana kuwa yeye ni jini. Kisha anajitikisa na mavazi yake yanabadilika. Baadaye anaonekana mwanamke mwingine, naye anakuja na staili ile ile ya Betty, anajitikisa na mavazi yake yanabadilika na anaondoka. Baadaye anakuja binti watatu naye anafanya kama wenzake walotangulia. Wametoka wapi mimi sijui. Wote wanaingia mtaani. Sasa kuna mwamba mmoja alimwona Betty bila kujua kama Betty ni jini, yeye akafika pale na kujitambulisha, akwambia naitwa napita nikakuona huko juani, lakini sio mbaya kama tukifahamiana. Mwamba akaomba na namba za simu kabisa, binti sio mchoyo, akampatia manamba. Mwamba alifurahi sana na kuahidi kumpigia simu baadaye, binti akamuaga. Sasa mida mchana mchana hivi muhuni akakakaa aka sehemu moja anapiga msosi, ghafla yule binti akatokea na akamwambia mwamba, ulisema utanipigia simu, sasa zimepita dakika thelathini na hujanipigia. Mwamba anachanganyikiwa, kwa nini? Lakini nitakupigia usio na wasiwasi wasi. Binti akamwambia kwa ukali, naomba unipigie sasa hivi. Mwamba bado anajiuliza, binti akamweleza kwa ukali. Sasa dogo hana ujanja, bali ni kumpigia bidada tena. Wakiwa pamoja, anampigia na wanazungumza na jini lile. Baadaye Betty anafurahi, kisha akamuaga na kuanza kuondoka. Sasa jini wa pili naye alikuwa mtaani Design kama kwa mtu anamsubiri sasa sharobaro mmoja anajichanganya, anampa hai na anashangaa kivipi, pisikali kama hii iko juani. Mwamba akashuka ndani ya gari, akwambia yeye anaitwa Israel. Binti akasema yeye anaitwa Snow. Jamaa kuchelewa naye akaomba namba ha majini, so choyo kabisa, akachora manamba, kisha jamaa akamwaga na kumwahidi kwamba atampigia simu baadaye. Em, sasa tulione jini la tatu. Jamaa mmoja kwa jina la Sabalo anafika na kumletea mzaha bidada huyu, ili aone kama yaliomo yamo, lakini jini huyu ni mkorofi, anamzibua, lakini Mwamba ni mcheshi hatari, anaomba kujua jina la bidada na anaomba namba za simu pia, lakini huyu anakataa kabisa na hasira zinapompanda anaamua kuondoka. Sasa Mwamba bila kuchoka, anaamua kumfuata kokote aendako mpaka pale atakapata namba Damsel. Anapofika magetoni, anashtuka kumwona bidada beti tena alikuwa kafika kitambo na anamsubiri. Akamuliza kajuaje kama ye anaishi hapa, lakini anamwambia kuwa alikuja kuthibitisha tu kama hapa ndo magetoni kwa damsel. Akamwambia mimi sikufuatilia wewe, ndo uliyeniomba namba. Damsel akamwambia kama shida ni namba yako basi nitafuta. Binti akasema unapoteza muda wako bure, na akaanza kusifu geto la muhuni kwamba ni pazuri sana, alafu baadaye bidada akaaga na kuondoka. Sasa tududu, upande wa pili, huyu msichana ni girlfriend wake Israel. Alikuwa akimsubiri Israel kwa muda sasa, na mwamba inaonekana kachele sana sasa alipofika akaanza kumwogopea dada Akamwambia kuwa barabarani kulikuwa kuna foleni kubwa sana na ndiyo kitu kilichomchelewesha lakini sisi tunafahamu kwamba bidada sno ndiye aliweza kumchelewesha Israel lakini si unajua hakuna mkate mgumu mbele ya chai bidada anaeleweka na wanasepa sasa Sabaro bado hajakata tamaa anaendelea kumfuatilia mdada huyu lakini dada huyu anaonekana kununa baada ya kukata kona moja tu mtoto akapotea mwamba akaangaza kila mahali lakini hakuona kitu anashangaa kapotea vipi huyu mwanamke lakini ghafra anaguswa mgongoni hey! ni yule binti. Bwana mwamba anashtuka, balaa. Binti akauliza unataka nini, kwani unanisumbua? Sikia binti, mi nataka namba yako tu bas. Bidada akakubali na akampatia wakati huo. Sarbalo anaendelea kujikosha, ee mara aseme yeye ni injinia, basi ili mradi tu ampate mtoto mtoto. Baadaye binti akasepa. Sasa Israeli na demu wake wakawa wamefika geto, wakati wakijiandaa kufanya yao viboko vikaanza kutoa mgongoni, na hawakujua ni nani anayewachapa. Sasa wote wawili walipokea kichapo hadi wakakimbia. Sasa wanafika nje, jamaa akijilaumu mtoto kala nauli na kaondoka, lakini Israel anashtuka baada ya kumwona bibi Snow. Anamuuliza kafikaje hapo, bibi akasema adres ya Israel anaijua. Mwamba anashangaa kinyama, kisha bidada anasema alikuja thibitisha kama hapa ndipo ambapo anaishi Israel, na baadaye anasepa. Mwamba akaona mizinguo gani hii. Wakati huo Sabalo naye anarudi nyumbani, anakutana na bara lile lile, akamuuliza ile li binti amavyojwaje hapa, binti anasema kwamba yeye ndiye alimpatia adres. Mwamba alichanganyika kabisa. Sasa bidada aliaga, lakini akaahidi kwamba baadaye atarudi. Sabalo akaona kaishajichanganya hapo. Sasa turudi getoni kwa damsel. Mwenye nyumba bwana kafata kodi yake, analeta balaa kinyama. Sasa leo mwamba hataki story na anataka pesa yake. Damsel anasema bado hajapata pesa wala hana kazi, hivyo atalipa pindi atakapopata kazi, lakini mwamba haelewi kabisa na hata anatishia kumpiga. Sasa mwenye nyumba anampatia damsel siku mbili tu na ahame, lakini damsel anagoma. Wakati yote anaendelea, anakuja yule jini Beti na kisha anauliza shida ni nini. Mwenye nyumba anaelezea kwamba damsel ni mgumu wa kulipa kodi, hivyo anataka pesa yake la sivyo, damsel ahame. Beti anaambia damsel atoe pesa mfukoni, lakini damsel anasema kwamba yeye hana pesa mfukoni wala hana kazi, lakini beti anasema kwamba yeye anaziona pesa mfukoni mwa damsel. Damsel anapojisachi anakuta pesa nyingi sana. Damsel hakutaka kujiuliza kabisa hii pesa imetoka wapi.